Napenda sana kuzungumzia juu ya Zaburi hii ya tisini na moja hasa kwa leo. Na ninapenda eh, kuzungumza kwamba Zaburi hii ina, inaashiria. Inaashiria. Narudia tena Zaburi hii inaashiria siku za mwisho. Siku za mwisho ambazo zinaonyesha kwamba Mungu atafikia mahali na kuleta adhabu yake. Mungu atafikia mahali ataleta adhabu yake. Ndugu zangu, wanadamu wamependa dunia kuliko kumpenda Mungu. Ibada imekuwa kama vichekesho. Kumwabudu Mungu imekuwa kama, kama kazi ya hovyo au jambo ambalo halina thamani kabisa. Leo unaweza kuona viwanja vya michezo vimejaa watu. Watu ambao wanafurahia mpira kuliko Mungu. Leo unaweza kuona mabaya yamejaa watu. Watu wanafurahia utajiri na pesa na anasa za dunia kuliko kumfurahia Mungu. Jambo ambalo hilo limeendelea kiasi kwamba Mungu sasa hawezi kuendelea kuvumilia. Napenda niwaambie, Mungu sasa hataendelea kuvumilia watu wanaompuuza, watu wasiomjali, watu ambao wanajiona kuliko kumwona Mungu, watu wanaojiinua kuliko kumwinua Mungu. Mungu amefikia mahali sasa anajibu, ndugu zangu. Ukishiba usimsahau Mungu. Narudia tena. Unaposhiba usimsahau Mungu. Ndilo jambo la muhimu sana hilo. Usiende alafu ukafanikiwa ukashiba ukaona eh, sasa moyo wangu ukae ule ushibe. Nimefanya kazi bwana ngumu sana. Msifikiri mimi nimecheza. Pesa nilionayo, nafikiri ni ya mchezo eh? Nimefanya kazi. Naona watu wanazungumza tu, lakini mazungumzo yao ni ya kufuru, sio ya shukrani. Sasa napenda nikwambie, ndugu zangu, ukishiba usimsahau Mungu eh, wewe shukuru Keti kwa unyenyekevu sema na kushukuru Mungu kwa sababu leo nimeshiba. Asante Mungu, kwa sababu leo niko hapa ndani e, sijanyeshewa na mvua. Mungu, nakushukuru. Nimetoka pa Ungalimited, nimefika Arusha, sikunyeshewa, nimekaa kwenye gari vizuri, nimekaa kwenye bajaji nimekaa kwenye pikipiki imenileta haraka. Mungu nakushukuru. Mmeelewa? Eh, usije ukafikiri Mungu utamkataa mpaka mwisho. Utamkataa leo na kesho, kesho kutwa mtaonana. Tunaelewana, waheshimiwa? Leo unaweza ukakataa Mungu lakini utamkataa leo na kesho, kesho kutwa mtaonana, mtaonana, halafu mtaongea sawasawa, sawa. lazima wanadamu tujiulize na tuache shughuli tumtumikie Mungu pia, pamoja na kwamba tunadai tumeokoka. Eh, haisaidii kusema tumeokoka ndugu zangu lazima tumpe Mungu muda wetu, lazima tumpe Mungu muda wetu tumfanyie kitu hey. Sio kuja Jumapili tu alafu unakuja Jumapili unataka una uombewe na mchungaji ili ufanikiwe. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi mosi hey. Hakuna Mungu wa kufanya kibarua namna hiyo, sawa sawa? Ndugu yangu, ndugu zangu, mnasikia? Hakuna Mungu wa kukufanyia kibarua eh, wewe hey, uje tu jumapili niombee mchungaji nina majaribu kazini kwangu, kwenye biashara yangu haiendelei. Itaendeleaje? Haiwezi, haiwezi kuendelea, wala mapesa hayaji kama unavyotaka. Yanakuja kwa unyenyekevu na kumtumikia Mungu eh. Lazima ujitoe kwa Mungu, na kujitoa sio jumapili jumapili. Si kujitoa Hapana, no. Leo ni siku ya Bwana, hata kama utaki uendi kazini leo. It's Sunday so what hey, ni Jumapili, utaenda wapi? Kwa hiyo unakuja tu hey. Sasa Jumapili bwana, faida yake, mchungaji aniombee, mchungaji niombee biashara ya yangu inadorora ya ita ya, itadorora zaidi. Ukweli ndio huo. Hapa kuna contribution gani ambayo umetoa wewe? juma tatu juma nne juma tano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi bado hizo siku ni mali yako tu jamani, haiwezekani, haiwezekani. Lazima ufanye vitu, alafu upangilie, alafu useme hii siku na haya masaa kule kanisani, kuna kazi gani ambazo zitaendeleza kazi za za kiroho sio za kimwili, sio zile zako na watoto wako, ni za kiroho ambazo zitaleta investment katika kanisa na katika kiroho. E, unakuja kufanya e, uwekezaji, unakuja kuweka uwekezaji e, katika huduma za kiroho, contribution yako iwepo matoleo yako yaonekane ya, ya muda na fedha. Wewe, wewe, wewe ukifanya hivyo pesa si tatizo jamani, pesa siyo tatizo eh, money is not a problem. Hata siku moja pesa siyo tatizo, pesa zipo, ziko nyingi tu, lakini kama wewe unakuwa kama mtu ambaye ana tamaa Unajua ukija na nyama kule nyumbani, we keti tu. Kama paka yuko hapo, paka anataka kupokea hata kabla hajapewa, na labda hizo nyama sio za paka. Lazima paka apate sehemu yake ile ambayo mwenye nyumba amekusudia. Sasa na sisi ndugu zangu, tusije nyumba ya Mungu kama paka, tukataka kunyang'anya baraka za Mungu. Hapana, tuje tukiamini kwamba Mungu wetu tunaye Eh, mwamini, tunamtumikia Mungu wetu tunayemwamini, mwamini, tunamtumikia mbali, eh, mbali na kupokea, mbali na kupokea kutoka kwa huyo Mungu unamtumikia unamfanyia jambo, eh, eh, hata kama mtu mwingine hapendi, hakupendi. Yaani mtu asipokupenda, wee usiwe na wasi Eh, ndugu zangu huku duniani kuna, kuna wanadamu. Si tunaishi na wanadamu? Wanadamu unapoishi nao, wengine watakupenda, wengine watakuchukia, lakini la maana mno ni Yesu akupendaye. Basi hilo ndilo la maana zaidi. Yesu akupendaye, hilo ni la msingi, na Yesu anazidi watu wote. Kama wewe Unaona, watu elfu moja hawakupendi, Yesu ni watu elfu ishirini Yaani, the moment kwamba una Yesu na watu elfu moja hapo, umewaona wamekuchukia wewe sabu una watu elfu ishirini ile elfu moja imemezwa imemezwa huko, halafu wewe unaendelea unakuwa na amani, alafu unakuwa na kila unachokihitaji.

contribution yako ni kitu gani? Usiende tu. Biblia inasema kwamba ukisha utafuta ufalme wa Mungu basi pesa, nyumba, magari na nguo na chakula Bwana atakuongezea. Bwana asifiwe sana. Eh, huna haja ya kufikiri sana kwamba tuvae nini, tule nini. Biblia inasema hayo ndio wanayozungumza ndio wanayoomba watu wa dunia, lakini kwa mtu wa Mungu yeye ataongezewa. Unajua kuongezewa ni kitu ambacho umepewa bila kuomba, nikasema haya nakupa hii nguo, lakini nakuongezea tena viatu, ujaomba. Ukiambiwa eh, unaongezewa ni kitu ambacho umepewa kwa upendo. Sasa ambacho ulikuwa huja kihesabu lakini unaongezewa, umependwa. Hasa Mungu anapenda watu wake wanapojitoa na kufanya kazi yake. Kwa hiyo inueni mikono yenu, mimi niombe Mungu aweze kuwatumia. Mungu Baba, tunakushukuru sana kwa sababu ya hawa watoto wako e, leo katika ibada hii utawabariki na wewe utawahudumia. Asante Bwana kwa sababu unaweza, na asante kwa sababu wewe utawashawishi, ili waweze kutoa siku zao katika wiki na masaa yao katika wiki, waweze kuja na kufanya kazi za kiroho, ili kuweza kuinua kazi yako iende mbele. Tunasema asante Bwana kwa ibada hii. Tunashukuru kwa familia za wakristo hawa, tunashukuru pia kwa nchi yetu, tunashukuru kwa mji wetu wa Arusha. Tunakushukuru Bwana kwa viongozi wa mji huu na viongozi wa taifa letu, Mama Samia Suluhu Hassan rais wetu, na viongozi wa kitaifa wa mikoa na wilaya, tunawaombea tunasema asante. Katika shughuli zao zote, watafanikiwa. Asante Bwana kwa ibada hii, kwa sababu watoto wako wote hawa watafanikiwa katika jina la Yesu, tunaomba na kuamini amen, amen.